Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini IGP Camilius Wambura ametoa msaada wa bajaji kwa kijana Masima Nyau kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi mara baada ya kujeruhiwa mguuni wakati akitekeleza majukumu yake ya ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi kwenye operesheni za kupambana na wahalifu, hali iliyopelekea mguu wake kukatwa. Akikabidhi msaada wa bajaji hiyo kutoka kwa IGP Wambura kama ishara ya kutambua uzalendo wa kijana huyo, kamishna msaidizi mwanda mizi wa jeshi la polisi George Katabazi amefikisha salamu za pole kwa kijana huyo. Hii ni ripoti kutoka Natural Sound Media. Jina langu naitwa Barnaba Benson. Mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, apande inspekta jenerali wa polisi Camilius Wambura ametoa bajaji moja kwa Masima Nyau kutokana na uzalendo aliyouonyesha ujasiri pamoja na ushirikiano wa dhati e, kwa jeshi la polisi katika utekelezaji wa dhana ya ulinzi shirikishi. Masima Nyau huyu alikuwa ni mshiriki mzuri katika ulinzi shirikishi e, ya polisi jamii na ulinzi shirikishi amefanya vyema ambapo uh, ilipelekea kupata uh, kujeruhiwa na matokeo yake alikatwa mguu. Kutokana na uzalendo huo ujasiri huo, mkuu wa jeshi la polisi ameguswa na amempa pole, amemshika mkono kwa kumpa bajaji hiyo. Bajaji hii itamsaidia yeye mwenyewe, na hii ni kuonyesha kwamba jeshi la polisi tupo karibu na wananchi wote, hata wale wanaoshirikiana na jeshi la polisi katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Jeshi la polisi tupo nao bega kwa bega, pindi wanapopata matatizo hatuwasahau, tunaendelea kuwashika mkono, tunaendelea ku, kuwaunga na ku, uh, kutowaacha ili hii falsafa ya polisi ya ulinzi shirikishi uweze kufanikiwa. Kwa jina naitwa Masima Nyau, nashukuru jeshi la polisi, Afande Wambura IGP, kwa msaada ambao wamenisaidia kunikabidhi bajaji. Nashukuru jeshi lote la polisi, nasema asante. Sima mingi ya kuongea bajaji a ita... mume wangu alikuwa anafanya kazi ya ulinzi shirikishi e, ndo ikatokea itilafu kama hiyo, ndo ikawa kama hivyo, ndo wakapata ajali Uungu, ozu, kaka, ndo akasema basi huu mguu wezi ukakaa hivi hivi bidi tuukate ndio usalama wake utakuwepo maana utaoza tena utakuwa wote haupo. <muchasimu> penda kuwashukuru wote pia maana sikutegemea, na mpaka sasa hivi naona yani, kama, yani, tangu, apate, mwenzangu, yani, yani siamini, mpaka, kama yani siamini tangu apate mwenzangu wa ajali yani yani siamini mpaka nimefikia hatua kama hii. Nilijua kwamba nishafika mwisho wangu aangu asha kuwa hivi yani, napenda tu kuwashukuru sana. Mungu awabariki kama baba zangu, kama wadada zangu, wametujali toka tukio litokee general mpaka sasa hivi, wametupa msaada wa chakula ma nini yani, huduma zozote zile, hospitali, usafiri, tunapelekwa nyumbani tunarudishwa. Yani napenda kuwashukuru sana na serikali pia ilivyotushikilia.